Kutoka London. Hii ni Swahili Voice Exclusive. Tanzania wazangu, tunayo kila sababu ya kujipongeza kwa kuweza kudumisha muungano wetu ambao ni wa kipekee barani Afrika. Kama alivyowahi kusema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mnukuu, Tanzania ni lulu wa pekee kabisa katika historia ya Afrika huru, mwisho wa kunukuu. Heshima na hadhi hii ya kuwa na muungano thabiti, imara, usiyoyumba wala kutetereka, si juhudi za serikali pekee bali ni juhudi za Watanzania wote ambao kwa pamoja tumeamua kuendeleza na kukuza udugu, mshikamano na umoja wetu kama taifa kwa ujumla. Tumeamua kulinda wakfu huu wa muungano tulioachiwa na wazee wetu. Nimetumia neno wakfu kwa kuwa tunu hii ya muungano wa Tanzania uliasisiwa, umelelewa na unatunzwa vyema ili uwe madhubuti na wakudumu. Muungano huu si mali ya mtu ila unamilikiwa na Watanzania wote. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa mapumziko mema na ya milele waasisi wa wa muungano huu pamoja na viongozi wote waliotangulia mbele ya haki. Aidha, tunawashukuru sana viongozi wote ambao katika nyakati za utumishi wao kwa taifa letu waliulinda muungano wetu na kukabidhi kwetu ukiwa imara. Ndugu wananchi, hakika sote tu mashahidi wa mafanikio na hatua kubwa za maendeleo ambazo nchi yetu imepiga tangu mwaka 1964. Ni imani yangu ya dhati kwamba tukiendelea no na umoja na mshikamano tulionao, muungano wetu utaendelea kustawi kwa manufaa ya Watanzania wote. Nitumie fursa hii kukutakieni Watanzania wote maadhimisho mema ya miaka 61 ya muungano. Mungu ibariki Tanzania, Mungu aubariki muungano wetu.

aims to unlock one billion pound in UK government-backed investment in Tanzania by 2030. The partnership focuses on engaging both public and private sectors in Tanzania, utilizing various UK levels, financing mechanisms and relationships to drive sustainable development. Furthermore, the foreign

and UK-based investors. And the arts exhibition, the first of its kind in decades, featured selected work by the late His Excellency Sam Mutiro, one of Africa's pioneering artists and Tanzania's first High Commissioner to the United Kingdom. His powerful and evocative art

oug remitence skills and investment diaspora support has been instrumental in launching initiatives such as tanzania link a gateway to trade and investment opportunities. this is just one of many examples of the valuable contributions we receive from our diaspora community to all of you here today on behalf of government of tanzania i express our heartfelt gratitude hancora maskuko basi yamam Before I conclude my remarks allow me also to take this opportunity to thank our key sponsor Tanzania Commercial Bank without their general support this event would not have come to fruition

Absa Bank NBC Bank and National Housing Corporation. To them all I say asanteni sana and, and now ladies and gentlemen I kindly invite you all to raise your glass in a toast. Wa Adam Cheyo natokea Milton Keynes. Naam bwana Adam Cheyo um, unaonaje sheria um, ya maadhimisho uh, ya muungano hapa London uh, na, fanyika sherehe. Imekuwa nzuri kwa kweli, tumefurahi, tumekutana na watu wengi uh, kutoka Tanzania na wengine hawatoki Tanzania lakini tumeshirikiana kwa pamoja vizuri kabisa. Kwa hiyo imekuwa ni siku nzuri sana ya kufurahisha kwa kweli. Una wambiaji wana diaspora ambao kwa leo hawakuweza kufika hapa, lakini wanatuangalia wa kupitia Swahili Voice. Uh, mimi nilikuwa naomba tu kwamba tujaribu kukutana pale inapowezekana. Nafahamu watu wengi labda wangependa kufika, lakini kwa namna moja ama nyingine ikawa haikuwezekana. Lakini tuwe tujitahidi, tujitahidi tunavyopata hizi habari, kwa sababu tunapokutana hapa kwa kweli tunabadilishana mambo mengi mazuri tu. Na wale wanaotaka kufanya biashara, lakini pia kuna wale wanataka kukutana tu na watu wengine na kufahamu mambo gani yanaendelea hapa Uingereza, lakini pia kuona fursa zingine ambazo tunaweza tukazifanya hapa hapa Uingereza. Sio lazima kuangalia mambo makubwa, hapana. Hata mambo madogo madogo kwa kukutana na watu namna hii na kubadilishana mawazo, basi mambo yanakwenda vizuri. Na swala la mwisho linotuleta hapa leo ni miaka 61 tangu muungano, um, wa nchi hizi mbili. Unauzungumziaje muungano, kama muungano na ufahamu wako? Ah, muungano kwa kweli umetokea muda mrefu, sisi tulikuwa bado hatujazaliwa. Kwa hiyo tumezaliwa muungano huu tumeukuta. Sasa kwa mimi, kwa namna moja ama nyingine, nafahamu kwamba kumekuwepo na changamoto nyingi za hapa na pale kutaka kuangalia muungano huu na kwenda vipi kwa, kwa manufaa yetu ya leo hii, ukilinganisha na ule muungano wa miaka ile kabla ya sisi hatujazaliwa. Kwa kweli, sasa hivi mimi naona ni kwamba hakuna haja sana ya kutaka kuangalia oh, mimi natoka huku mimi natoka kule, ili tufanye vipi? Ni kwamba tulikopo hapa tuko pamoja, fursa ni nzuri zaidi tukiwa pamoja kuliko tukiachana na kutengana, kila mtu akachukua cha kwake. Lakini basi kwa namna hiyo basi tuangalie zaidi katika tija, je, huu muungano unatuletea kitu gani? Miaka 61 ni muda mrefu sana. Kwa hiyo sasa tuangalie, je, kama tumefika hapa tulipo na bado kuna changamoto, tufanye nini ili hizi changamoto ziishe. Kwa hiyo nafikiri ndio hicho ambacho tunaweza tukafika kwa wenzetu, naweza ukasema kwamba oh, Tanzania bwana, kuna mambo haya, kuna mambo yale. Sasa hivi unasikia kuna mambo ya bandari, watu wanazungumzia huko nyumbani na vitu kama hivyo, ni vinaleta tija gani kwetu sisi kama Watanzania? Habari, naitwa Lucia Chagula, ni mkazi wa hapa London, Uingereza. mm-hmm. uh, nimefurahi sana kushiriki sikukuu ya muungano, uh, Tanzania na Zanzibar, maadhimisho ya the union day kama tunavyofahamu. Uh, leo kulikuwa na opportunities mbalimbali tumeweza kuona makampuni mbalimbali kukutana na watu mbalimbali mbali, kutoka uh, Tanzania na pia wale diaspora wanaoishi hapa, tumeweza kujua fursa mbalimbali zilizoko nyumbani, tumeweza kuelezewa uh, na kujua nini kinachoendelea pia nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa ni siku nzuri. Nimefurahi sana kujumuika na Watanzania wenzangu na heri ya sikukuu ya Muungano wa Tanzania. Asante. Kwa jina naitwa Afla Abdallah, umaarufu wangu ni Abui Mrusi. Nimekuja hapa kwenye ziara yetu hii kwa ajili ya mambo ya uwekezaji na real estate Ex Ex Ex expo. Anashughulika na, na PADCO, Pan African Development Company. Tuna miradi yetu Zanzibar, tunajenga unaitwa Blue Pearl, tunajenga, tuna vila 45 ambazo tumeuza chini ya 45 tuna mradi wetu wa pili sasa hivi ndio tume launch sio zamani sana unaitwa Chukwani Shores kuna nyumba mia moja ishirini nyumba mia ni apartment mia ni penthouse na kumi ni beach front properties tupo Zanzibar Chukwani iko karibia na Stone Town na tuna mradi wetu mpya wa wananchi tunataka kutangaza karibuni unaitwa Maisha middle ni nyumba mia tatu utakuwa uko maeneo ya Fumba Zanzibar kwa kweli ah, shughuli ya leo imekuwa ni nzuri sana, na napenda kuwapongeza ubalozi, especially balozi wetu, balozi Kairuki amefanya kazi nzuri sana, kwa sababu mimi nimekaa UK mwaka 30 sijawahi kuona watu wamekuja, wanafunzi wote kwa wakati mmoja, ambao wanakuja na wale diaspora tulokuwa huko tumekaa miaka mingi, tumepewa opportunity ya kushare ideas, wenye watafika wapi katika vyeo vyao, wafanye nini, njia gani wapite. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana ubalozi, wamefanya kitu kizuri na nakutana na watu wana, ni diaspora wengine na watu wengine wanaotafuta kazi yani, imekuwa nienmi kwangu ni kwa sababu nime, nime kutoka, lakini unajua mtu anakuuliza kuja kwenye event ya yaleo na kushare experience yangu kwa wanafunzi wadogo zangu watoto wangu kuwa nawe wenyewe siku moja wanawezekana wakafika pale mi nilipokuwepo.